Mbona na juzi umetoka kuachia EP mm. Nikategemea utakuwa umemtulia. Nafika tena <laughs> tunaanzia tena studio. Wako napumzika <laughs> mda gani? Amna, hatutulii kwa sababu mda wa kutulia hatuna, yeah. Si tunategemewa sasa, unatuliaje? Yeah. Kijana, unatakiwa kutulia kijana, bidi upambane. Unapopata muda wa kupumzika, pumzisha akili, ukipata muda wa kuamka ukajikuta uko salama, na bidi uendelee kupambana na majukumu yako ambayo umechagua kwa mbali majukumu, so let's go, yeah. Na mimi nikupongeza sana, nimekuwa ni mwaka bora sana kwa Ibra. Hiti zimekuwa ni nyingi sana, na sili, bado hatupumziki pia, yeah, yeah. Hii energy Ibra ametolea wapi sasa? Uh, ni kwa sababu nimegundua kwamba ninachokifanya ni kitu changu so inabidi nifanye kwa moyo mmoja, kwa sababu ni kazi yangu na sitakiwe kumsikilizia mtu yoyote, kwa sababu mimi ni mimi na mwenye maamuzi ya mimi ni mimi. So, yeah. Uko na producer leo? Yeah, niko na mwanangu Meki, mtu waku meki <laughs> ndo kapiga nafunga mwaka, lakini pia kapiga uh, leo kwenye ip yetu na mze Konde, lakini ah, pia kachapa kachapa kachapa, kachapa kachapa, oya, gen gen gen gen gen gen, wanangu we, oya, tuko genge ni msanii kama Ibra kukuamini afu ukafanya naye kazi afu na kazi kaleta impact kama hivyo, ma mahiti anayeye, anaongea yenyewe, anahitaji hata maelezo mengi. Ina maana gani? Ah, wajua mpaka kukutana na msanii kufanya naye kazi hmm. Process kwanza, yeah, yeah ni process mm-hmm. kwa sababu ingekuwa rahisi basi kila wnye mweziahkuudenw bwana, muda hatuna. mm. Na hiki tunachokifanya ni kwa sababu ya mashabiki yeah. So, yeah. Uh, moja ya kitu ambacho nilikiona kimewashtua Watanzania wengi ni mm. uh, ni wewe, namna ambavyo kwa post kwenye peji zako, lakini baadaye nikaa naona mtandao unatoa alishambulia sana kama like, kama Ibra, kwani anafanya hichi kitu wakati uh, tunafahamu yeye ni kioo cha jamii na vitu vingine kama hizo, pia namna Watanzania wanavyokupenda pia yeah, wakamechukizwa na ile kitu kwako wewe, hasa ile ilikuwa ina, kwa nini ulifanya kitu kama kile na unadhani kwa nini pia mashabiki zako wame react wame react sana kwenye hichi uh, nadhani pia nadhani pia uh wengi walionyeshwa kuta kupendezwa na kitu ambacho kimeendelea, avitu vingi amba ule upendo ambao nini, afu bado tunakuhitaji sana na nini, ulivyoona ile kutoka maoni mwako ni kwamba tu watu wana upendo na wanatuona vijana kama vijana tunapambana, na wanajua kabisa tulikotoka ni wapi, kwa sababu wanajua, wengi wengi wanajua historia zetu ilikotokea mpaka hapa tulipofika, ya. Ni, ni, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tulipofika sio pabaya, lakini ni katika haso za upambanaji na ninamshukuru Mwenyezi Mungu, najua maombi yangu yatakuwa yamewafikia, kama kuna ambao niliowakwaza ya <clears throat> Hapana, amna mtu ambaye alikuwa anafahamu kwamba, siwezi nikasema kwa bahati mbaya, kwa sababu ni kitu ambacho niliposti mwenyewe kwenye peji yangu kwa mashabiki, walipokiona kile kitendo wakupendezwa. Na hata leo meneja alivyonipigia, meneja Chopa akaniuliza uko aje, kasa ni kazi, unajua <laughs> Unahisi kwa nini Tanzania tunaile kwamba ban uh, alichokifanya kawaida, alafu tumezoea sana na nini. Of course maneno kama yale yanakuwepo sana yeah. una, una zani, kuna nini hapa Tanzania ndo maana tunakuwa na hizo sana kuto kupongeza kitu kikienda sana kwa mtu kutokea Tanzania, especially kwa nini wasanii uh, nazani, nazani watu wanahitaji kuona mabadiliko zaidi, vitu vinakuwa vikubwa zaidi kwa sababu mm, Mziki, mziki, mziki pia ni kitu ambacho watu wanakisikiliza cha kila sehemu. Kwa hiyo, yeah. Unaweza kuhisi watu wanasikiliza mziki wa Tanzania tupo watu sikilizi tu sisi wanasikiliza watu wengine. Labda, labda mshabiki alitamani kuona kitu cha mtu alichokifanya kinafanana na cha mtu fulani. Lakini haikuwa, yani haiwezi kuwa sawa kwa sababu huyu ni huyu na huyu ni huyu na amefanya hicho kwa muda huo. So usitamani kuona mtu anafanya vitu ambavyo yeye kwenye uwezo wake bado hajavifikia, wewe ulitamania viwe hivyo. Lakini kilivyo, kilichopangwa kikupangwa hivyo. Yeah. Ibra tutegemee kumwona lini yeye kwenye show kama hizo bado? Ndio Ibra pale, naye kasimama atuchapia mm, uh, dakika zake tano tu za moto mm. Lini tutegemee kwa Ibra yeye? Uh, mimi nadhani tumuombe Mwenyezi Mungu kwa sababu hata, okay, hapa tulipofika tumefika kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, si ndio? Kwao yeah. Oh, mimi naamini one day Itafikia. Kama nitafika, hapo atakapofika wazee, nitafika. Kama sitofika, sitofika kwa sababu Mungu hayajapanga. Kwa nini nilazimisha kitu ambacho Mungu hakupanga? Oh, yeah. okay. na lebo za Tanzania hazisimamii wasanii kama wanapozungumza kauli kama hizo, mimi ninachoamini kumpeleka, kumpeleka, mm. na na mm. um, kumpeleka mtu international sio lazima ikuchukue lebo ikupeleke international. lakini lebo ikiwa inawekeza vizuri, wewe mwenyewe unaweza kwenda international kwa sababu utakuwa una alternative za kwenda hapo na misingi ambayo iko sawa. Kwa mfano mimi nimetoka, nimetoka 2020 nimefanya ngoma na Joboy, nimefanya ngoma na Skibi, nimefanya ngoma na waje Nigeria. Ni wangapi? Watatu. nimefanya ngoma na Maudelica Ufaransa, nimefanya ngoma na magoma kibao na mengine hayajatoka naonyesha kiasi yes, gani na hizo zote sio kama Konde Gang tu ndo alipambana kwamba bwana Ibra, hizi hapa pana kuna yeah. ambazo mtu mwenyewe unasimama unasema yeah. yeah. of course, kwa sababu ni biashara na lazima tuende ambako mziki unataka tuende, mm. tunaenda huko ndo tunakoelekea. Ibra, Ibra anajiona akitoboa sana nje ikiwa peke yake ama ya, akiwa chini ya management kama alivyo sasa hivi mm. Chochote kinawezekana kwa sababu mm. mziki pia ni riski. Kuna kipindi unaweza ukafanya vizuri na kuna kipindi unaweza ukafanya vibaya, lakini si expect kufanya vibaya kwa sababu sipo hapo kwenye kufanya vibaya <laughs> yeah, sipo hapo kwenye kufanya vibaya. Kwa hiyo uh, inategemea Uh, Masta Jerry alikuwa anazungumza anasema, kwamba uh, mziki wa Tanzania kwa sasa hivi ulipofika, mm. kupelekwa tena level ya juu sana mm. ni, ni ngumu sana, kwa sababu ya namna wanavyoona wasanii wanavyoinvest kwenye mziki wao na nini. Akasema bahati mbaya sana, akasema hata new generation ambayo anaiona yeye sasa hivi kupeleka pale unapata kwa ufike ni ngumu sana, labda uko baadaye sana. Ibra, mziki wa Tanzania anaona wapi sasa, hasa katika level international? Cha kwanza mziki wa Kitanzania si ni wa Tanzania koo sisi wenyewe ndo tunatakiwa kuukuza mziki wetu koo. swali swali kama hilo nategemea nategemea, uh, siku kukutane na watu watu wa kwa kwa sababu nasikia siatakalioge vitu vya tani sana. Kikubwa ni kuomba tu Mwenyezi Mungu kwa sababu hata waliofika walipambana tu wakaonyesha juhudi wakaweka matumaini kwenye maarifa wanayoyafanya yeah. Lakini pia kwa jinsi ambavyo vipaji vyetu vya Tanzania vina, vinalelewa na ambao watu wanaomiliki vipaji vya, vya wasanii wao yeah. I think kuna kuna vitu kuna vitu vinakosekana na vinakuwa ni vya umuhimu sana yeah, vina vina miss like, vinakuwa ni vya muhimu sana kwa msanii kwa sababu msanii anahitaji ku upgrade yeah. like, um. naweza nikasema karibia kila siku kwa sababu anatakiwa badilike kila siku yeah. Awe mtu, awe, mtu, awe mtu ambaye yeye anamuona kwenye picha yake, so ya nadhani pia makampuni pia ambayo yanasimamia wasanii na yeah. yeah. yeah, ah, kuwekeza ndo wanakowekeza ila kuna baadhi ya vitu vidogo vidogo vinamisi yeah. Yeah. Bongo Trendy TV.